Kuna tabia inayoweza kuleta fursa katika maisha yako, na sio fursa tu, ni fursa kubwa katika maisha yako. Kwa hiyo utambua kwamba kwenye maisha sio kila jambo ambalo unasema kwamba unalifanya, unaenda tu, unafanya tu bila kutumia akili. Kama unataka kutengeneza fursa kubwa yenye ubora zaidi katika maisha ni vizuri uweze kuwa na tabia zifuatazo. Jambo la kwanza, inabidi uwe excellent, kwa maana ya kwamba uwe na tabia ambayo itakusaidia wewe uweze kufanya kazi kwa ubora sana, unafanya kazi kwa ubora zaidi bila makosa, na unajitengenezea kabisa wewe mwenyewe, na unaamua kabisa kwamba nataka nifanye kazi kwa ubora sana bila kukosea bila kukosea na utaweza. Baada ya kufanya hivyo, unashangaa tabia yako inakuwa inaendelezwa. Ta tabia ya kujitengeneza wewe ili uwe bora itakufanya wewe uweze kufika mbali sana, kwa sababu hata kwenye maisha ya sasa ukiangalia, hakuna mtu yoyote ambaye anapenda kuishi na mtu ambaye ni mzembe, ambaye ni mvivu. Hakuna mtu ambaye anapenda kumuona kwamba au kusema kwamba aishi na mtu ambaye hajishughulishi na kazi, mtu ambaye amekaa tu anataka kulishwa, anataka kufanyiwa kila kitu, anataka kupewa hela, anataka mambo mbalimbali yaendelee kufanyika, na ukiangalia pengine hana pesa hana uwezo wowote. Hakuna mtu yoyote ambaye anapenda kuishi na mtu wa namna hii. Kila mtu anapenda kukutana na mtu, kuishi na mtu mwenye maarifa, mwenye uwezo, mwenye ubora, anayejishughulisha na kazi, anayefanya kazi, lakini pia mwenye sifa nyingine ambayo ni tabia njema kwamba anawaheshimu watu wote, anamheshimu kila mtu ambaye anakuja katika maisha yake na anampenda kila mtu katika maisha. Kwa hiyo hii tabia itakufanya wewe uweze kuwa na kibari, ukubariki kwa watu, upendwe na watu, lakini pia uwe na kibari hata kwa Mungu ambaye alikuumba. Kwa hiyo jitengeneze, jaribu kujifikiria hivi, tangu asubuhi mpaka jioni wewe umekuwa bora kiasi gani kwenye kupika? Umekuwa bora kiasi gani? Ninaongea na wewe binti, ninaongea na wewe mama, ninaongea na wewe baba, ninaongea na kila mtu kwamba je, tangu asubuhi mpaka jioni kwa siku ukisema ujitafakari, wewe umekuwa bora kwa kiasi gani na kwa vitu gani ambavyo umevifanya na umevifanya kwa ubora zaidi. Eh, kwa hiyo ni jambo ambalo wewe ni vizuri ujitafakari, ufikirie kwamba je, hivi ni kweli unavyoenenda? Ni kweli unavyoishi na hawa watu eh, unavyoishi na hiyo familia? Ni kweli unavyoishi na huyo mume na huyo mke na hawa watoto na hawa ndugu na hawa jamaa na hawa marafiki? Ni kweli unavyoishi? Jitengeneze katika ubora, Jitengeneze katika kukubalika na watu, jitengeneze katika maisha yako, jishughulishe na kazi. Usiseme tu eti unakaa unabweteka na unasema fulani atanisaidia fulani atanisaidia, itakula kwako. Jishughulishe. Hakuna mtu ambaye anapenda kuishi na mtu ambaye ni lezi lezi. Katika jamii ya sasa tunahitaji watu ambao wanafanya mambo kwa kiasi kikubwa tena kwa ubora. Kwa hiyo wewe jitengeneze katika ubora. Jitengeneze, jitengeneze uwe bora zaidi kati ya watu wawili watatu wanne wanaofanya kazi hiyo hiyo ya kwako, wanaofanya huduma hiyo hiyo ya kwako, wanaofanya mambo yanayoendana na wewe. Wewe jitofautishe na hawa watu, jitengeneze, jitofautishe, jitengeneze kwa namna nyingi. Unajitengenezaje? Unajitengeneza kwa kuishi na watu vizuri, unajitengeneza kwa kusoma vitabu mbalimbali, unajitengeneza kwa kutafuta maarifa mbalimbali, unajitengeneza kwa kutokuwa mvivu, kwamba hata kwenye kuamka unachelewa. Hapana, unakuwa unawahi kuamka, unajishughulisha. Unajitengeneza kwa maombi, kwa kumwomba Mungu bila kukoma, kwa kufunga na kuomba bila kuangalia watu wanasemaje, bila kuangalia marafiki wanashaurije, bila kuangalia he, kuna nguvu gani ambayo ipo katika maisha yako? Jitengeneze. Ukijitengeneza wewe kila mahali watakuhitaji. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya huo ujuzi ambao unao na unaendelea kuutengeneza, unaendelea kuukuza zaidi na zaidi sana. Sasa wapo watu ambao watakuita, wapo watu ambao wanakuhitaji kwa, kwa sababu gani? Kwa sababu umejitengeneza, umekuwa bora sana, umekuwa bora zaidi. Kwa hiyo endelea kujitengeneza ili uwe bora. Kama ninaongea na wewe binti, unanisikiliza, jitengeneze kuwa mke bora, jitengeneze kuwa mama bora, jitengeneze. Unajitengenezaje? Kwa kuvaa mavazi ya heshima, kwa kuwajali watu ambao unashinao, kwa kumpenda kila mtu ambaye unakutana naye, lakini pia kwa kuendeleza heshima, utii, lakini pia kwa kuwa binti mbunifu na binti ambaye unajishughulisha katika kazi, unawajibika sio kubweteka kwa kuwa binti ambaye unamwomba Mungu bila kukosa, unaendelea kumwomba Mungu, unaendelea kujishughulisha na kazi mbalimbali. Hata kwa kwawe kijana unanisikiliza, unakuwa ni kijana ambaye ni bora sana kwa kufanya kazi, kwa kuwajibika bila kubweteka. Hali hii itakufanya wewe uweze kuwa ni mtu wa thamani kubwa sana, na watu watakuwa wanatamani wakuone, watakuwa wanatamani wakutumie kulingana na hiyo kazi au huduma ambayo unaifanya. Jambo la tatu ni kwamba kuna watu wataanza kukuchukia bila sababu. Kuna watu wataanza kukuchukia bila sababu. Tambua kwamba wanajua kabisa wewe huu ni wakati wako wa kuinuliwa. Kwa hiyo wanajiuliza kwa nini yeye? Kwa nini sio sisi? Kwa nini yeye? Kwa nini sio mimi? Kwa hiyo hata kama wakikuchukia, huo ndio wakati. Huo ni wakati wako wa baraka zako. Huu ni wakati wako wa ushindi. Huo ni wakati wa kujiriwa kwako. Huu ni wakati wa mafanikio yako. Kwa hiyo Tambua muda na wakati sahihi ambao umewekwa umepangwa kwa ajili yako, ili upate baraka ambazo Mungu amekuwekea, ambazo Mungu amekupangia. Tambua kwamba kuchukiwa pia kutokufanya wewe uweze kuinuliwa zaidi. natambua kwamba jinsi watu hawa wanavyokuwa na kuchukia, sio kusema kwamba umewakosea, sio kusema kwamba mligombana, sio kusema kwamba mliwahi kupingana au mliwahi kuongea mkabishana au kuna jambo likatokea mkao hamwelewani. Hapana, ila ni wakati wa kujiliwa kwako, ni wakati wa mafanikio yako, ni wakati mwingine ambao Mungu amekuandalia, wa ni wakati sahihi kabisa kwa ajili ya baraka, wa kuchota baraka, wa kuchota ushindi, ni wakati wako. Tambua wakati huo, utambua wakati huo, ili Mungu akubariki, ili Mungu akuinue, ili Mungu akupiganie katika masho yako tambua wakati huo. Huu ni wakati salama kabisa, ni wakati sahihi kabisa. Kila jambo na wakati wake, tambua wakati huo, ili Mungu akubariki zaidi. Tambua, kwa sababu usipotambua utashangaa unaenda mbele unarudi nyuma. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaishi kwa kutumia akili yako, wala hauishi kwa namna ya maombi, hauishi katika kupigana kwenye ulimwengu roho, hauishi hivyo, wewe unaishi kwa kufuata jinsi watu wanavyokuambia unaishi kwa kuenenda katika mambo ya mwili, haufuati kama vile ambavyo unaona Roho Mtakatifu anasema na wewe, Mungu anasema na wewe kwa kupitia neno lake, kwa kupitia kwenye maombi unavyokuwa unaomba, kwa kupitia watu mbalimbali ambao Mungu anakuletea, kwa kupitia watumishi mbalimbali ambao unawasikiliza. Ayaya aise, kuna wakati ambao umepangwa kwa ajili yako Utambue wakati huo, utambue na mwisho wa siku utajua kabisa hapa hapa. Lakini pia ni lazima uwe na tabia nyingine ambayo ni nzuri kabisa na sifa nyingine ya kupenda kujifunza. Penda kujifunza bila kuchoka, penda kujifunza bila kulazimishwa, penda kujifunza kuhusiana na jambo ambalo unalifanya na jambo ambalo unatamani kulifanya liwa bora zaidi katika maisha yako. Penda kujifunza bila kuchoka, bila kukata tamaa. Haijalishi utapitia shida au changamoto za namna gani, lakini endapo unania, endapo unaamini kwamba hicho unachokifanya kitakuwa bora sana baadaye, basi lazima uweze kuwa na maamuzi yaliyokuwa sahihi. Lakini pia tambua kwamba kama utafanya kazi hiyo kwa ubora zaidi, unakuwa unawavutia watu, unakuwa na kibali kwa watu, watu wanakuwa wanavutika na jinsi ambavyo wewe unafanya, unakuwa unafanya, unafanya hayo mambo kwa hali ya juu, hiyo kazi unaifanya kwa hali ya juu. Kwa hiyo watu wanakuwa wanavutiwa nao, wanatamani wafanye kama wewe, wanavutiwa wafanye kama wewe. Kama ni kwenye huduma, baada ya watu kuona una huduma kubwa, una hudumu vizuri, eh unawasaidia watu vizuri, wapo watu ambao watatamani na wenyewe waje wafanye huduma kama wewe, wahudumu wawasaidie watu wengine kama wewe. Kwa hiyo, kumbe kufanya kazi kwa ubora kuna umuhimu sana katika maisha yako, kwenye kila eneo ubora unahitajika, umakini unahitajika, ili kuwavuta watu wengine ambao wameitwa, wameitwa na Mungu ili wamtumikie kwa namna ambayo wewe unaifanya. Labda walikuwa hawajui maono yao ni yapi, lakini kwa kupitia wewe tu wakavutiwa, labda kupitia mazingira au baada ya kukuona wewe, basi hali yao ya kuanza kutaka kufanya kama wewe basi inaibuka kwa hali hiyo. Kwa hiyo unavyofanya kazi kwa ubora, unawavuta na watu wengine ili nao waje kufanya kama wewe, unawavuta vijana ili nao wajifunze kupitia kwako. Kwa hiyo ninakukaribisha katika vipindi hivi vya amka shujaa. Karibu sana, na Mungu azidi kukubariki. Vipindi hivi vimeambatanishwa na misingi imara ya kukufanya wewe uwe imara katika maisha yako. Pia nipo na Mwalimu Lupimo katika vipindi vya kama mwili ni wako wewe, umiliki ni nani? vipindi hivi vimeambatanishwa na misingi imara ya kukufanya wewe uweze kujigundua katika maisha yako, ili uweze kufika mbali katika kusudi ambalo Mungu amekupangia katika maisha yako. Bila kusahau, mkaribishe na jirani yako ili na yeye aweze kujifunza kama wewe. Hii ni mara ya kwanza kuungana nasi, bonyeza subscribe, ili mafundisho ya kufikia kwa urahisi.